nambaka tuli maruba tatta basi, maremu pia alikuwa mmoja wapo wenye waku viongozi wa timu ya FC Flambeau Raha. Basi sisi kama timu ya FC Flambeau Raha tunataka kutosha hutuba fupi, ambapo maremu naye pia alichangia kwa timu kuitwa FC Flambeau Raha. Tukiwa na masikitiko makubwa, sisi kamati, wanamemba na wafane wa FC Flambeau tulipatwa na mstuko wa moyo kwa watu wote, kwa kupoteza mchunga hazina wetu mkuu, tena mzee wa busara kwa ekipe yetu ya FC Flambeau mzee

Basi ngawaje vile alitumikia vitu ifuatavyo katika timu letu la FC Flambora. E, Odo aliwahi kulipia wachezaji wa FC flambora shada kwa shule tofauti katika jiji letu la Baraka. Pia alilipia wachezaji wa FC Flambeau ma transport kwa maeneo tofauti wakitokea kuja kucheza kwa timu ya FC Flambeau. Mzee Odo pia aliwahi kuuza wachezaji ili wacheze mtimu ya FC Flambeau. Mzee Odo aliwahi pia

tuko nashinda hata namna gani ya kusema, kwa sababu tunampoteza mtu mkuu katika timu letu, ambapo tusingiweza kumpoteza muda kama nao basi. Ni kwa hiyo Mungu mwenyewe alitupatia naye na Mungu tena amemtoa. Kuniaba ya FC Flambeau, Jerome Ali, kama prezida wa ekipe.